Kama wewe ni mwana maombi na unataka majibu ya maombi yako, epukana na kosa hili katika maombi yako, hakika utapokea majibu ya maombi yako. Watu wengi sana wanapoenda kuomba huwa wanaomba alafu kisha wanaacha, hasa wanapoona ya kwamba majibu hayajatokea kwa haraka. Natamani kuambia kitu kimoja katika jina ya Yesu. Moja ya kosa kubwa ambao walifanya watu wengi sana ni kuingia kuomba alafu wanaacha. Karibu sana, mimi ni Pastor Ulenje. Tupo hapa ili kujifunza misingi ya maombi, mambo ambayo ni ya muhimu sana katika maombi. Ukiyakosa hayo, ni ngumu sana kupokea majibu ya maombi yako. na Kari leo hii tunajifunza kosa ambalo wanalifanya watu wengi sana wanapokuwa katika maombi yao. Watu wengi sana huwa wanapoingia kuomba, wanatamani ya kwamba wameomba leo, majibu siku hiyo yapate kutokea. Huwa inatokea namna hiyo, ni mara nyingi sana hata mimi. Kuna wakati mwingine naombea jambo linatokea saa hiyo hiyo, unaombea jambo saa hii, baada ya dakika chache, au upo katikati ya maombi unapokea majibu. Lingine unapokea kesho. Lakini kuna vitu vingine huwa unaona kabisa, unavyoombea muda unaenda sasa Vitu kama hivyo unahitaji nini? Watu wengi wanakosea, wanaacha, wanakata tamaa kuomba. Nitakuonyesha ya kwamba watu wengi wanajichelewesha majibu ya maombi yao ni kwa sababu wanapoomba, wanaacha. Yaani kanuni ya kibiblia, ukiingia kuombea jambo halafu ukaacha, unajicheleweshea mwenyewe muujiza ila kama ukiendelea kuomba majibu yanatokea upesi. Yaani hivyo ndivyo ilivyo. Naomba nirudie, kanuni ya kibiblia, ukiliombea jambo kisha ukaacha, ujue ya kwamba unalichelewesha kutokea lakini. Kama ukiendelea kuomba, ndipo majibu yanakuja upesi. Karibu tujifunze. Cha kwanza kabisa natamani nikupatie ni mifano, mfano wa Danieli. Danieli sura ya kumi tunaona wazi kwamba Danieli alipoingia kwenye kuomba hakupanga aombe siku ishirini na moja, ila Danieli aliona ndoto, anasema kwamba ilikuwa ni vita kubwa alipoingia kwenye maombi. Biblia inasema kwamba Danieli ilipoanza kuomba, alianza kuomba bila kuacha, alianza kuomba mpaka wiki la tatu, yani juma la tatu, siku ya ishirini na moja, ndipo malaika akatokea akamwambia, Danieli, mtu upendwaye sana. Fikiria sio majibu kuchelewa, haikuwa na maana kwamba Mungu ampendi Danieli. Hapana, watu wengi sana ndipo wanapoanza, Mungu mimi ameniacha mimi, nina mkosi mimi, sijabarikiwa mi no. Hapana, sio kama Mungu akupendi, mwana wa Mungu. Bible inasema Mungu anaambia Danieli, we Danieli upendwaye sana Toka siku ya kwanza ulipoweka nia kuomba, majibu yako yalikuwa kuachiliwa, ila ni mkuu wa Uajemi ndiye ambaye inizuia. Nikuulize swali, vipi kama Danieli angeacha kuomba, je, majibu yangetokea? Swala ni hapana. Au majibu yangechelewa kutokea, lakini alipoendelea kuomba ndo maana majibu yalitokea upesi na Danieli akapokea majibu yake kama angeacha majibu yasingetokea. Hivyo ndivyo ilivyo kwa watu wengi siku ya leo. Ngo ni kupatia mfano wa pili katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya kumi na nane tunaona mfano mwanamke mjane, mwanamke mjane, tunaona kwamba alikuwa anamwendea kadhi Biblia inasema hivi ya kwamba Yesu akawapatia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu wala wasikate tamaa. Yesu anawapatia Yesu mfano mwanamke mjane, kwamba kulikuwa kuna kadhi na kulikuwa kwa mwanamke mjane huyo mwanamke mjane alikuwa akimwendea ukadhi dhalimu kila siku akimwambia, unipe haki yangu juu ya mshtaki wangu, akawa namwendea yule kadhi dhalimu. Akasema, ijapokuwa mimi si mchi Mungu, mimi ni mtu mbaya, lakini mwanamke huyu nitampa haki yake, ili asija akanichosha kwa kunijia daima. Yesu Kristo anasema, sikilizeni ule kadhi anachokisema nini. Maana yake kama yule mwanamke angeacha kumwendea kadhi asingepata haki yake, lakini pia nini kilifanya yule mwanamke apewe haki yake mapema? Ni kwa sababu alienda kumwendelea yule kadhi, alikuwa akimwendea mara kwa mara. Kama yule mwanamke angenyamaza, manake yule kadhi angejua kwamba, ah, huyu mwanamke nitampa haki mwaka kesho au mwaka kesho kutwa. Manake nini siri ya yule mwanamke kupokea haki yake upesi? Ilikuwa ni kumwendea daima bila kuchoka. Lakini pia aliipata haki yake, ni kwa sababu ya kumwendea daima. Kama angeacha, kulikuwa kuna mawili. Aidha angekosa kabisa au ya, kome ingechelewa mno. Nikupe mfano wa mwisho katika jina Yesu Kristo aliye hai katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 11 kuanzia mstari wa tano mpaka wa nane tunaona yule rafiki ambaye alimwendea rafiki yake usiku akimwambia, rafiki yangu, niomba naomba unipatie mikate mitatu, maana nimejiwa na rafiki yangu usiku huu. Yule rafiki yake akamwambia ya kwamba, rafiki yangu, unanitaabisha mimi na wanangu, tumekwisha kulala. Lakini Yesu anasema hivi yule mtu haondoki kumpa kwa sababu ni rafiki yake, ila ni kwa vile asivyoacha kumwomba. Unaona mwana wa Mungu, kama angeacha kumwomba, manake asingepata. No wonder Isaya anasema ya kwamba, enyu wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya, wala msimwache naye akae kimya. Ndipo takapona kwamba yule mtu alipata ni kwa vile asivyoacha kumwomba, sio kwa sababu ni rafiki yake sikia maneno ya yesu yesu anasema alitoka kumpa sio kwa sababu ni rafiki yake hapana yeye ya ni kwa vile wasivyoacha kumwomba vipi wewe leo hii mungu anawapatia watu upesi sio kwa sababu ni watoto wake hapana yeye ni kwa vile wasivyoacha kumwomba ndio maana kuna wanea wanaoacha kuomba wamekaa mpaka leo ilikuwa ni mwaka 2015 hakuna neno gumu ambalo mungu amewahi kunifundisha kama hili hakuna neno gumu ambao Mungu ame kunifundisha kama neno hili. Mungu siku moja nifundisha mwaka 2015, kipindi kipindiko ulikuwa ni mwaka mgumu sana, sitousahau. Ulikuwa ni mwaka mgumu sana. 2015 ni mwaka ambao sizani kama nitakuja kuusahau kwenye maisha yangu. Mungu kipindi hiko sina chochote, Mungu nifundisha kitu kimoja, ya kwamba wakati ambapo unasema unanisubiri mimi, yani mimi ndo ambaye nakusubiri wewe ndipo Mungu anifundisha wazinani, ndipo ambapo huduma ya CWGM Christian Gobo Mission ilipoanzishwa, ndipo nikajua kumbe Mungu aaningoja mimi. Moja ya muujiza ambao ulitokea hiyo siku nilipoinuka, niliposema no I have to do something, lazima nifanye kitu, ndio siku ambayo rafiki yangu nampenda sana anaitwa Ekonia Mwampashi ainipigia simu akaniambia, Ulenje, unaje tukafanya kitu kwa ajili ya Bwana? Nikamwambia Mwampashi, leo ndo nilikuwa na waza. Vikao vikaanza mapema, huduma ikaanza, tukaanza kuzunguka Tanzania, Bwana akainua kuanzia hapo. Ndipo nikajua kumbe ni kweli, kuna wakati ambapo unaweza ukasema unamsubiri Mungu, kumbe ni Mungu ndiye ambaye anakusubiri wewe. Haleluya! Vipi leo hii, nikasema na wewe ulikata tamaa kuomba, ya kwamba ni kosa kubwa sana unalifanya kwenye maombi. Tafadhali subscribe channel hii ili usiweze kukosa somo lijalo. Kabla sijaenda kwenye kipengele cha pili, kwenye kipengele cha pili, natamani ujifunze kitu kimoja, ya kwamba kuna aina mbili za mahitaji kwa mwanadamu. Kuna aina mbili za mahitaji kwa mwanadamu. Hitaji la kwanza ni ile hitaji ambalo ni la muhimu sana, au tuseme ni lazima. Kama lisipotokea saa hii, kama lisipotokea muda huu basi madhara yatakayotokea ni makubwa sana tena, ambayo inawezekana yasijengeke tena. Mfano, una mtoto anaumwa hospitalini, yuko maututi sana, anaweza akapoteza maisha. Ili ni hitaji ambayo ni la muhimu, lakini majibu yake yanahitajika sasa hivi. Lakini pia kuna hitaji la aina ya pili. Ili ni hitaji ambalo ni la muhimu sana, ni la muhimu sana tena, majibu yake tunahitaji sasa hivi, tunakiunao sasa hivi lakini isipotokea sasa hivi, inawezekana madhara makubwa yasitokee katika kiwango kama cha hitaji la kwanza. Mfano, kijana kutaka kuoa, kijana kutaka kuolewa, mfano mtu anahitaji kazi au ajira, ni hitaji la muhimu sana, lakini huwezi ukafa kama leo hii usipopata ajira. Ukiambiwa utaajiriwa kesho, hauwezi ukafa, kama ukiambiwa kwamba harusi ufungi leo, utafunga wiki ijayo, labda Mungu mwenyewe ndipo aamue sasa. sasa katika hitaji la kwanza Baib imeyazungumza mahitaji yote mawili katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya kumi na moja mstari wa tano mpaka wa nane. Tunaona hitaji la kwanza, yule mtu ambaye alimwendea rafiki yake kumwomba, akaambia rafiki yangu, nina nina rafiki amenijia. Maana huyu rafiki alikuwa na njaa wakati ule, ile njaa ilibidi ishibishwe wakati ule, sio baadaye sio kesho, ni jambo ivili wakati ule lazima ipatikane. Kwa hiyo rafiki yake haikutakiwa aende kesho, akakaa aka pale pale mlangoni ya kwamba rafiki yangu, siendi nyumbani, lazima unipe mkate hapa leo. Yesu ndipo anasema kwa vile asivyoacha kumwomba aitoka kumpa. Sasa kama unalohitaji ambalo majibu yake kesho, mama wa nyumba anakuja anahitaji kodi yake kesho, una mgonjwa hospitalini yuko maututi, mwana wa Mungu, ukiingia kuomba usiseme amina. Hayo ni maombi ambayo tukiingia kuomba tusemi amina. Amina ni mpaka ule mzigo ukiisha ndani ya mioyo yetu mzigo ukiisha ndani yangu, ndipo sasa naweza nikasema amina. Kwa nini mzigo ukiisha? Maanake majibu yametokea. Najua experience hii unakutana nao, na watu wengi sana ambao unakuta nasikia na mzigo ndani mwake, na anaanza kuomba, naomba naomba, mzigo ukiisha na majibu yamepatikana. Kwa hiyo ukikutana na hitaji kama hilo, usiombe kwa kusema amina, usiombe kwa kuangalia saa, ila omba mpaka uone ndani ya moyo wako majibu yametokea, mpaka ndani mwako umepata hakika ya majibu yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. na hapo ndipo hapo utaona majibu yakitokea. Lakini pia itaji la pili, mfano kijana ambaye anatafuta kazi, anatafuta ndoa, anatafuta chochote kile. Itaji hilo ni la muhimu sana. Sasa hapa ndipo Yesu Kristo anatoa mfano wa mwanamke mjane. Kwa kuwa mwanamke huyu alikuwa anahitaji haki yake na ndugu yake, lakini alipomwendea kazi, kazi imemwambia kesho. Manake hata kama akija kesho, sio kama ndugu yake angekufa. Hallelujah, amen. Sasa nini maana yake, unapopata hitaji, kijana unatafuta ajira. Kijana unataka uinuke kibiashara. Kija natamani, unatamani kujazwa Roho Mtakatifu, unatamani huduma iinuke, unatamani kipawa chako kiinuke, una mahitaji mengi sana. Nikwambie, ukienda kuomba leo Kesho nenda tena, kesho kutwa nenda tena, todogoo nenda tena. Natamani ni kusomea maandiko katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 18 na mstari wa saba. Kuna kitu utakiona kwa jina Yesu. Utaona Yesu Kristo anasema katika Luka Mtakatifu 18 na mstari wa saba, anasema hivi na Mungu, je, hata wapatia wake wateule wake wanaomlilia mchana na usiku. Maana yake kama unahitaji kama hilo unataka upate ajira yako mapema, unatamani upate kazi yako mapema, about the marriage, kuhusu biashara, kuhusu huduma, unatamani ujazo wa nguvu za Mungu, unatamani uamsho kwenye familia yako, kwenye kanisa lako, nenda kwa Mungu mchana na usiku, nenda kwa Mungu kila siku, omba leo leo umeona hakuna majibu, nenda kesho, hakuna majibu, nenda kesho kutwa, hakuna majibu, nenda mtondogoo, omba omba mpaka uone majibu ametokea, mzigo umekuisha katika jina Yesu. Ndipo ndipo Biblia inasema kwamba kwamba mchana na usiku, enye wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Anaweka wazi hata katika Isaya sitini na mbili mstari wa sita na wa saba anaweka wazi ya kwamba wanaomlilia Mungu anatakiwa wafanye nini? Waombe usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani nimalizie sehemu ya mwisho kabisa, kwa nini tuombe wala tusikate tamaa? Kwa nini imetupasa tuombe wala tusikate tamaa? Kwa sababu najua na inawezekana mtu ambaye Mungu amenipa neema kuongea naye saa hii katika channel hii, inawezekana una jambo lako umeliombea kwa muda mrefu sana, mpaka wakati umekata tamaa, hutamani kuendelea kuomba tena, umevunjika moyo, na hata hapa ninapohubiri unasema pasta, wewe unaongea, unatamani hata video ungeizima muda mrefu usiendelee kunisikiliza lakini, sikiliza, nikwambie mwana wa Mungu, nataka leo hii urejeshe matumaini yako ya maombi na ukaombe tena kwa jina Yesu. Nataka natamani leo hii urejeshe matumaini yako ya maombi na ukaombe tena kwa kwa jina Yesu. Kwa nini urejeshe matumaini yako? kwa sababu nikwambie mwana wa Mungu, kwa nini inabidi uombe wala usikate tamaa? Sababu ya kwanza, ndiyo njia pekee ya kupata majibu yako upesi. Ndiyo njia pekee ya kupata majibu yako upesi. Kumbuka nini Yesu anasema kwenye Luka 18 mstari wa saba anasema hivi, sikiliza kwa makini, anasema hivi: na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mwaminifu kwao anasema hivi, mstari wa nane, "Nawaambia, atawapatia haki upesi." Atawapatia haki nini upesi? Kumbe njia ya kupokea upesi ni kwenda kwa mungu bila kukata tamaa, mchana na usiku, kesho na kesho kutwa, mchana usiku, ndipo anasema atakupatia haki yako nini upesi. Ndio maana nikakupatia mfano wa Danieli. Danieli alipata haki yake upesi kwa sababu alipoanza kuomba hakukata tamaa pia Nehemia, Nehemia sura ya kwanza. Nehemia alipata haki yake upesi kwa sababu gani? Hakukata tamaa. Anasemaje? Nilimlilia Bwana, niliomboleza kwa majuma kadha wa kadha, Mungu akampa haki yake upesi. Lakini pia mwanamke mjane alipata haki yake upesi kwa sababu gani? Alimwendea Mungu pasipo kukata nini tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwa nini nakwambia uombe wala usikate tamaa? Kwa sababu Bible imetuagiza, Bible imeagiza tuombe wala tusikate tamaa. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya sitini na mbili kuanzia na mstari wa sita anasema hivi nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e ee Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Anasemaje? ameweka walinzi juu ya yapi? Yerusalemu. Anasema hawatanyamaza mchana wala usiku. Biblia imetuagiza tusinyamaze mchana wala usiku. Hapo ndipo Mungu ataachia majibu. Lakini pia namba tatu unakuwa bora unavyozidi kuomba. Mwana wa Mungu, leo hii umekuwa bora kwenye kuomba kuliko miaka minne iliyopita. Inawezekana una jambo lako umeliombea miaka kumi miaka mitano, lakini nikwambie, miaka mitano iliyopita haukuwa bora kwenye maombi kuliko leo. Leo hii kuna viwango vya kiroho umekuwa, leo hii kuna nguvu za kiroho umekuwa, leo hii kuna ufahamu kuhusu maombi umekuwa, leo hii kuna ufahamu kuhusu kufunga umekuwa wewe wa leo tofauti na yule manake, leo ukienda kuomba utaomba katika ujuzi na maarifa zaidi ya miaka iliyopita. kwao leo na kuthibitishia wazi asilimia kupata majibu ya maombi yako ni kubwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Lakini pia sababu ya mwisho kabisa, kwa nini nakwambia uombe wala usikate tamaa, kwa sababu wakati mwingine Mungu anakuwa amekwisha kujibu muda mrefu sana, yani falme za giza ndio ambayo zinazuia. Katika kitabu cha Efeso sura ya sita mstari wa 12 ameweka wazi ya kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na juu ya majeshi ya pepo wabaya. Mtu wa Mungu, kuna wakuu wa giza hili. Danieli alishindana na wakuu wa giza lile. Wakuu unaposikia wakuu wa giza hili, manake mahali ulipo, kwenye ukoo ulipo, kabila ulipo, taifa ulipo, kuna wakuu wa giza wale. Wakuu wa giza walikuwa wanazuia maombi ya Danieli. Danieli alipoomba, malaika anakuja kumwambia. Kwa Danieli sura ya kumi, malaika anamwambia Danieli, toka siku ya kwanza ulipotia nia kuomba, Mungu alikuwa amekusha kusikia maombi yako, ila ni mkuu wa ufalume wa uajemi ndiye ambaye alikuwa amenizuia. Nini maana yake, mwana wa Mungu? Danieli, Mungu alikuwa amekusha kujibu. Sasa wewe leo hii ambao unamlaumu Mungu, Mungu haja kujibu, Mungu haja sikia maombi yako, unaweza ukalaumu bure, kumbe Mungu alikusha kujibu, ila kuna falume za uajemi zimesimama kinyume na maombi yako ila unapoendelea kuomba Mungu atamwita Mikaeli, ataingia kwenye vita. Katika vita ushindi utatokea na majibu yatakufikia, ukiacha kuwa majibu yatokee. Kwa hiyo nenda ukaombe, kwa sababu Mungu amekwisha kujibu, ila kuna falume za kuzibreki za kuzivunja, majibu yatokee. Na kuombea leo hii, Bwana achilie neema Bwana akujaze maarifa zaidi ya kuomba, Bwana akujaze nguvu zaidi za kuomba, Bwana akujaze neema zaidi ya kuomba. Mungu akakumbuke rehema na neema kwako, na leo hii ukaombe ukapokea majibu ya maombi yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwana wa Mungu. Mungu akubariki sana. Nitabarikiwa sana kama utalaiki ujumbe huu utaweka komenti malipo kuniambia umejifunza nini katika ujumbe huu, na kama unahitaji maombi ukaweka maombi yako nikaomba nawe katika jina Yesu, bila kusahau subscribe. Bila kusahau nimeweka link hapo kwenye description. link hiyo ibonyeze, ili yu, ujiunge kwenye channel yetu ya WhatsApp na kwenye grupu letu la maombi, na mungu atakubariki. Mungu akubariki sana. Mimi ni pasta Ulenje. Amen, ubarikiwe sana.